Tuombe. e Mungu, twaiona miujiza yako ya kale iking'aa hata siku hizi zetu, kwa maana jambo ulilotendea taifa moja kwa nguvu ya mkono wako wa kuume, ulipoliokoa katika dhuluma ya Farao, ndilo unaloyatendea bado mataifa kwa maji ya uzima mpya wapate kuokoka. Wajalie basi watu wote duniani wawe miongoni mwa wana wa Ibrahimu na kurithi heshima ya Waisraeli. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana asema hivi: Enyi wote wenye kiu, jooni penye maji, hata msipokuwa na fedha, jooni. Jooni mununue nafaka na kula, jooni mnywe divai na maziwa bila fedha na bila kulipa. Kwa nini mnatoa fedha mpate kitu kisicho mkate? Kwa nini mnatoa jasho mpate kitu kisicho shibisha? Nisikilizeni mimi, mtakula vitamu na kufurahishwa kwa vyakula vitamu. Tegeni sikio Njooni kwangu, sikilizeni na roho zenu zitaishi. Nitafanya nanyi agano la milele, nitasimika wema wa milele niliyomwahidia Daudi. Angalieni, nimemweka awe shahidi kwa makabila kiongozi na mtawala wa mataifa. Tazama, utaliita taifa usilolijua na taifa lisilokujua litakukibilia, kwa sababu ya Bwana Mungu wako, na ya Mtakatifu wa Israeli aliyekukuza. Mtafuteni Bwana akiwa anapatikana bado, mwiteni angali yupo karibu. Mtu mbaya aache njia yake, naye muovu aache mawazo yake, amurudie Bwana atakayemuhurumia, Mungu wetu anayasamehe kabisa maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Kama vile bingu zinukavyo juu ya nchi, ndivyo njia zangu ni juu kuliko njia zenu, na mawazo yangu juu kuliko mawazo yenu. Kama vile mvua na theluji zishukavyo kutoka mbinguni wala hazirudi huko bila kuinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipu, na kuichipusha ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halitarudia bure bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Bwana. Tumshukuru. Zaburi ya kuitikizana: Mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu. Mtateka maji kwa furaha Mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu. Mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu. Ndiye Mungu wa wokovu wangu, namtumainia wala sina hofu tena, kwa kuwa Bwana ni nguvu yangu na wimbo wangu, amekuwa wokovu wangu. Nanyi mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu. Mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu. Mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu. Mshukuruni Bwana, liiteni jina lake, tangazeni kati ya mataifa matendo yake makuu, wakumbusheni ya kuwa jina lake ni tukufu sana. Mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu mwimbieni Bwana maana ametenda miujiza, itangazwe duniani kote. Pasa zauti za furaha na shangwe, enyi watu wa Sioni, maana ametukuzwa ndani yako mtakatifu wa Israeli. mtateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu utateka maji kwa furaha kwenye chemichemi za wokovu tuombe Ee Mungu mwenyezi wa milele, ndiwe pekee yako tumaini la ulimwengu. Umetutangazia kwa mbiu ya manabii wako mafumbo ya nyakati hizi, zidisha kwa wema wako nia njema za watu wako, kwa maana hakuna awezaye kujiongezea fadhila zake Isipokuwa kwa neema yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.

Usiku huu mtakatifu, kwa kufufuka kwake Bwana wetu uwatunzie hawa watoto wapya wa jamaa yako, iliyo Roho uliowajalia ya kuwa watoto wako, nao wakisha kuwa watu wapya mwilini na rohoni, wakutumikie kwa moyo safi. Tunaomba hayo kwa njia ya mwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika moja Roho Mtakatifu, Mungu. Katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, hamjui kwamba sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tumebatizwa kushiriki kifo chake? Basi kwa njia ya ubatizo katika kifo tumezikwa pamoja naye, ili kama Kristo alivyofufuliwa katika wafu kwa kumtukuza Baba, nasi tuishi maisha mapya. Maana yake, kama tumeunganika naye katika usawa wa kufa kwake, tutaunganika naye pia katika usawa wa kufufuka kwake. Tuajua hayo, utu wetu wa zamani umesulibiwa pamoja na Kristo, ili mwili wa dhambi uangamie tusije tukaitumikia tena dhambi, maana dhambi haimwezi mtu aliyekwisha kufa. Ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, twasadiki kwamba tutaishi pamoja naye. Twajua ya kuwa baada ya kufufuka katika wafu, Kristo hafi tena, mauti haimwezi tena kwa maana kwa kufa kwake aliifia dhambi mara moja, lakini kuishi anaishi kwa ajili ya Mungu. Ninyi pia mjione kama watu waliofia dhambi na kuishi kwa ajili ya Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Aleluya.

Baada ya sabato, kulipo pabasuka siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na Maria mwingine walikwenda kulitazama kaburi. Mara tetemeko kubwa la nchi likatukia, kwa maana malaika wa Bwana alishuka toka mbinguni akaenda kulizingilisha jiwe upande akarikaria. Sura yake ilikuwa kama umeme, na vazi lake jeupe kama theluji. Warinzi wakatetemeka kwa kuogopa, wakawa kama wafu. Maraika akawaambia wanawake nini musiyogope. Najua juwa mwamutafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, maana amefufuka kama alivyosema. Joni tasameni mahali alipolazwa alipo. Haya, nedeni upesi mukawaambie wafuasi wake